Mahakama Kuu Kanda ya Tanga imewahukumu Hamisi Jamali Mkufya na Abdalla Sebo, wakazi wa Mbugani, kifungo cha maisha jela baada ya kupatikana na hatia ya kosa la kulawiti msichana mwenye umri wa miaka 16 mkazi wa Mikanjuni, wilaya ya Tanga. Tukio hilo lilitokea mnamo Desemba 26 mwaka 2023 katika eneo la Mikanjuni, wilaya ya Tanga. Baada tukio hilo taarifa ziliporipotiwa kituo cha polisi Tanga, watuhumiwa walikamatwa na upelelezi ukaanza mara moja. Mnamo Desemba 27 mwaka 2023, watuhumiwa walifikishwa mahakama ya wilaya ya Tanga kujibu kesi ya jinai kabla ya jalada hilo kuhamishiwa Mahakama Kuu Kanda ya Tanga chini ya kesi namba CC namba 27880 Mkwaju mwaka 2024 mbele ya Mheshimiwa Jaji Kobelo, ambapo walikana mishtaka yao. Baada ya ushahidi wa mashahidi wa upande wa mashtaka kusikilizwa, mnamo Oktoba 16 mwaka 2025 mahakama iliwakuta watuhumiwa wote na hatia ya kwa hukumu kifungo cha maisha jela.